Kwingineko, katika kaunti ya Nakuru, familia moja inaomboleza vifo vya ndugu wawili, David Mwangi, kifungua mimba wa Dorcas Nduta Mwangi, na kitinda mimba Paul Mwangi mwenye umri wa miaka thelathini na minane kutoka Wanyororo B, eneo bunge la Bahati, baada ya wa wawili hao kuhusika katika ajali jana jioni katika eneo la Soi Sambu huko Gilgil, barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Ajali hiyo ilihusisha magari matatu, mawili ya kibinafsi yaliyokuwa akielekea upande wa Nakuru na trela lililokuwa likitoka Nakuru kuelekea Nairobi. Dereva wa trela alitoroka punde tu baada ya ajali hiyo, huku ripoti za polisi zikiashiria dereva huyo alikuwa akijaribu kupita magari mengine na kupatana dafrao na gari aina ya Prado walilokuwa ndugu hao na watu wengine wawili. Watu watatu walinusurika na majeraha mabaya na wanapokea matibabu katika ya Rufaa ya Nakuru. Alikuwa ametoka nyumbani around 6.30 akienda shamba Naivasha, lakini baadaye ndio nilipata simu, alafu nikapata wageni wakikuja home ndio nika, nikaona kuna shida mahali mimi mwadhini nilianza kumtafuta kutoka saa kumi Haku, simu haikuingia. 5 nikamtafuta, 6 nikamtafuta nika, saa mbili ndio nikafika kwa nyumba. Mimi nikampigia simu saa tatu nikamtafuta, mimi nikaenda tu nikarara nikimgoja. Saa 4 na 45 nilijaribu tena kumpigia simu, haikuingia wakati tu niliweka simu chini tu hivi, rafiki yangu akanipigia, kaanza kunipea maneno pita Mwigai Mwangi. Kitu saa tisa na madakika nilikuta missed call ya huyu kakangu uh, David Waroy na ikawa nipigo. Hata saa hizi niko under psychological torture, uh, kwa sababu sikujua alitaka kuniambia nini neno la mwisho, hivyo nasikia tu nikiwa mnyonge. It's a double tragedy, kupoteza ndugu wawili Safari. Mola aifariji familia hiyo. Mtazama